Tangu kuanzishwa kwa kambi hii ya madaktari bingwa Mama Samia Suluhu tumeweza kushuhudia mafanikio makubwa ya wagonjwa wanaohudumiwa hapa kwetu Ligula kwa huduma za kibingwa, pia kupungua kwa rufaa zinazopelekea uh, wagonjwa wengi kupelekwa katika hospitali ya taifa Muhimbili. Ndugu mgeni rasmi, tunaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali pamoja na wadau wa maendeleo ili kuhakikisha huduma hizi zinakuwa endelevu na tunaomba kwa heshima kubwa ndugu mgeni rasmi uendelee kuwa balozi wa hospitali yetu ya hospitali yetu na wananchi wa mkoa wa Mtwara kwa serikali kuu ili pamoja tuweze kuleta mabadiliko ya kweli katika sekta ya afya. Kwa kumalizia, napenda kutoa shukurani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa dhamira ya dhati ya kuimarisha huduma za afya nchini kupitia kampeni hii adhimu ya mama ya madaktari bingwa ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya timu nzima ya hospitali ya rufaa ya mkoa Mtwara, tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi leo katika uzinduzi huu wa wiki ya madaktari bingwa mama Samia, matumaini matumaini ya maisha bora kwa wananchi wa kusini mashariki.